Baada ya Vincent Maunda wa chama cha Ford Kenya kuidhinishwa, viongozi wa chama hicho wakiongozwa na seneta wa Bungoma Wafula Wakoli wamesema kuwa kiti hicho ambacho kiliwacho wazi na aliyekuwa mwakilishi Barasa Muhongo lazima utahakisha kinasalia chamani. Yule yeah. ambaye ana vita dhidi ya Maunda aje tukabiliane. yeah. na yule anafikiria anaweza pambana na Weta, tuko tayari yeah. kutoka leo kwenda mbele hakuna mchezo yeah. tutatetea amani, lakini tutatetea chama na kutetea kiongozi wetu Maunda kwa sababu anaweza, amethibitisha na ako tayari. Kutoka hapa twende nyumba kwa nyumba, tutafute kura ili hii uongozi aliyetoka alikuwa kiongozi wa Ford Kenya hmm. na nahakikishia watu wa Chwele Kabuchai kwamba ikifikapo tarehe 27 kiongozi atatoka katika chama cha Ford skuswa ndiye atakayepeperusha bendera ya chama cha DAP Kenya. Viongozi wa chama hicho wakiongozwa na waliokuwa wabunge Eseli Simiyu Tongaren na Wafula Wamunyinyi wa Kanduyi mtawalia, wakitilia shaka na vitisho kutoka kwa upinzani wao wakitaka IEBC kuchukua hatua kali za kisheria. Wakati kama huu, ati mtu anatisha mwingine, watu walikuwa wanapigana. Sisi tulipigana na Moi na KANU ziliisha because what we fight we were fighting for it ili achieved to expand the democratic space in this country which we have done we have a new constitution we have multi party we are just supposed to be uh, uh, to obey the law atimipini kupiga watu wakupigie kura hiyo that's that's primitive it happens in failed states under despots if Chwele Kabuchai is under despot despotic leadership This election is going to prove it. Na tumeeleza wale wasimamizi wa IBC kuwa wawe waangalifu. IBC wameni confirm niko tayari kuingia mashinani nifanya kazi nikimbie mbio kwa wananchi wanipe kura na nifanya kazi kwa bidii kama mama Elizabeth Stuma ndiye atakayepeperusha bendera chama cha UDA. Tuko hapa IBC, nimefanya clearance, the process of the IBC RO wanafanya kazi mzuri, hakuna mapendeleo na nawashukuru kwa kazi mzuri ambayo wanafanya. Eric Wekesa ni mwaniaji uhuru ambaye anaungwa mkono na mbunge wa eneo hilo majimbo Kalasinga, licha ya kuwa mwanachama wa Ford Kenya. Watu wangu, ho ho, kwanza leo tunataka tuambie watu tunaenda kufanya kampeni ya amani, hatuna ubaya na mtu, tunataka kufanya kampeni ambayo inaadhia tu the code of ethics. Meneja wa IEBC kaunti ya Bungoma Chris Rono amewataka waniaji kuwa waadilifu na kudumisha amani wanapoanzisha kampeni rasmi. Because we need the following numbers. For us in Bungoma, we have a target of 184,385. But for this first CVR, we have a target of 10% which is 18,440. And so far, we completed one week and a few days and we have only 325 voters. So you see that number is very low. So we've been talking to our leaders and also other forums so that they urge the young people to register. Kwa sasa hali ya ushindani inaonekana kuwa ya juu. Macho yote yamelekezwa kwenye matokeo ya mwisho. Hata hivyo, swali linalobaki ni nani atakayeweza kuibuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki? Alex Wekesa, Ninga